Kutokana kuongezeka kwa vitendo vya uharibifu wa mazingira unaotokana na ukataji miti ovyo, serikali ya wilaya Songea imekuja na mikakati ya kuondoa changamoto hiyo kwa kuanza utaratibu wa kutoa elimu kwa wananchi wa matumizi ya nishati mbadala na kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa. Akiongea kwenye kikao kilicho wahusisha wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wilaya Songea, viongozi wa serikali na vyama vya siasa vilivyopo wilaya Songea pamoja na wadau wa mazingira waliopo katika wilaya Songea, mkuu wa wilaya Songea Mheshimiwa Wilman Kapenja Mandile amesema zoezi la kulinda misitu estuni la jamii nzima, hivyo iko haja wananchi kufahamu matumizi ya nishati mbadala. Na mkoa wa Ruvuma unaongoza kwa uzalishaji wa nishati ya makaa ya mawe nchini, hivyo ni wakati sasa wananchi kuelimishwa umuhimu wa matumizi ya makaa ya mawe ili kuondokana na matumizi ya kuni na mkaa ambao unasababisha uharibifu wa mazingira kwa ukataji wa miti. Mkoa wa Ruvuma ndiyo mkoa unaongoza sasa kwa uzalishaji wa makaa ya mawe Tanzania mwaka jana, anafahamu kwamba tumezalisha zaidi ya tani milioni mbili tani milioni mbili tumezalisha mkaa kwenda kuuza. Makaa ya mawe ni muhimu sana kwa matumizi ya majumbani, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ni kinara katika bara la Afrika na ni namba moja rais katika nchi zote za Afrika katika kuelezea kwa umakini kabisa swala la nishati safi. Ruvuma, nishati safi mbadala wake ni matumizi ya mkaa makaa ya mawe sisi hapa, tunaweza tukapunguza ufyekaji wa misitu katika wilaya hii, kama tutahakikisha kwamba teknolojia ya kutumia makaa ya mawe inarahisishwa ina, ina na inakuwa ndo jambo la kawaida kwa mwananchi yeyote. Kwa upande wake mhifadhi Isa Mlela ambaye ni meneja wa TFS wilaya Songea amesema ziko adhabu ambazo zinatolewa kwa mtu atakayekwenda kinyume na utaratibu wa usafirishaji wa mazao mbalimbali ya misitu ikiwa pamoja na kulipa faini kuanzia kiasi cha shilingi laki tatu mpaka milioni moja ambayo itazidishwa mara tano. Kiwango cha faini kimetoa rumu kwamba mtu yeyote ambaye ata, ata, ata, atavunja sheria au ataenda kinyume na na, na utaratibu usafishaji wa mazao ya misitu anaweza kulipwa faini kuanzia laki tatu mpaka milioni moja lakini si asiishie hapo, anaweza kupigwa compound. Yani, compound ni baada yenu unafanya ile kwa compensation. Compensation kwa lugha ya compensation si zaidi ya mara tano ya maximum fine. Kwa upande wa wajumbe wa kikao hicho wameshauri elimu ya matumizi ya nishati mbadala itolewe kwa wananchi ili kuondoa changamoto wa uharibifu wa mazingira. Tukiwa naelewa pamoja sisi wote wananchi wetu wataelewa kwamba kumbe wakati mwingine kwenye kuni au mkaa tunapoteza muda, wakati kuna njia mbadala ya kuweza kutusaidia kuweza kutoka kwenye kutumia nishati ya zamani na kwenda kwenye nishati ya, ya, ya mbadala ambayo inakuwa ni rahisi mno na inatumia e, weku, inatumia gharama ndogo, maana kama kilo moja unaweza ukapika siku nzima tofauti na kuni, moto macho mekundu, moshi na sufuria zinaharibika. Sasa hili ni muhimu sana, mimi la kwangu kwamba tuwekeze katika elimu. Tukisema tumia lupo ya chama na watu bado wanaendelea kuvunja sheria ambazo zipo kiuharari kabisa zimewekwa na serikali yetu, inakuwa ni changamoto zaidi, sababu kesi ya kuvijana kuja kulalamika wamekamata TFS, mimi mwenyewe pia mmoja wapo ambao nimekuwa nimeipokea sana mara nyingi hapa ofisini na mara nyingi hasa amekuwa amewasaidia na kuwapa elimu pia juu ya vunjaji wa sheria, lakini utakuta kuna mwingine anapewa leo elimu, lakini kesho anarudia kwa kutegemea mwavuli wa chama kitamsaidia, au jumuiya moja ya vijana itakuja kile, au mbunge atamsaidia. Kutoka Songea ya mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.